Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kusikia stress ya kukosa mtoto kwenye ndoa? Ni stress kubwa sana sana, na lakini ni stress ambayo inahitaji kusimama sana katika maombi. Una ndugu, una rafiki, una jamaa, una, ni ndoa yako haujapata mtoto? Endelea kuomba kwa Mungu. Hana ni mfano mzuri sana katika Samueli wa kwanza sura ya kwanza na, na ya pili inaeleza habari za Hana ambaye anaolewa mke wa pili Penina na mume wake Elkana. Kwa sababu ya kutokupata mtoto, alikuwa na huzuni kubwa. Kuna wakati tunafika kwenye huzuni ambayo hata huhitaji, huelezi tena mwanadamu, ndiko alikofika Hana. Lakini Mungu alikuwa mwaminifu, saa ilipofika. Fungu la 20 nasema saa ilipofika Mungu akafungua tumbo la Hana saa ilipofika, wakati ulipowadia. Kumbe hata changamoto tulizonazo kuna saa itafika, Mungu atasimama na kujidhihirisha. Nini ambacho anajaribu kukueleza siku hii ya leo? Penina alimfanyia dhihaka nyingi sana Hana, na na katika kitabu cha, vitabu vya historia vya Jewish Women's Archive inaeleza ya kwamba Hana kabla hajaolewa mke wa pili Penina alikuwa ameishi na mume wake kwa miaka kumi bila kupata mtoto. Na yeye ndiye akamfuata mume wake Elkana, akamwambia, labda uoe mke mwingine, labda uoe mke mwingine, huenda Mungu akakupatia mtoto kupitia kwake. Lakini hii haikutoka moyoni kwa sababu hakuna mwanamke ambaye angependa kuolewa mke wa pili hiyo huo ndio uhalisia, lakini Elkana naye anajibu, kwa sababu he was a good husband, husband material. Anasema, ngoja na mimi nioe. Kweli anaoa Penina nana. Anapooa mke wa pili, ndipo analeta balaa zaidi nyumbani. Hana anaugua, anaugua, mateso ni makali, kunyanyaswa kwingi kunyanyapaliwa kwingi kudhihakiwa kwingi, lakini Hana anasimama na Mungu, anasema mwanadamu hata nipa msaada wowote isipokuwa Mungu. Wanamwona kama mlevi, wanamwona kama mtu asiye na akili sawasawa sawa, lakini yeye anasema nimeumimina moyo wangu kwa Bwana. Hata wewe na kukumbusha leo, endelea kuumimina moyo wako kwa Bwana katika jambo lolote ambalo unapitia umimine moyo wako kwa Bwana. Saa itawadia, saa itafika, Bwana atafungua tumbo lako kwa ajili ya kupata mtoto ama kwa ajili ya jambo lingine lolote. Dhihaka alizozipata Hana, moja ya dhihaka anazokutana nazo Hana, Penina anamgongea dirishani, kitabu kinaeleza cha historia, anam, anamgongea Penina dirishani asubuhi na mapema, anamwambia Hana, amka upeleke watoto wako shule, na wakati Hana hana mtoto. Muda wa kuchukua watoto shule unapofika, anamgongea tena, watoto wametawanyika, nenda kachukue watoto wanatoka shule na wakati Hana hana mtoto. Unaweza ukaziona ukubwa wa dhihaka hizi. Hata wanapokuwa mezani wanapokuwa wamepeleka sadaka na dhabihu, Hana, Hana, Hana anapata anapata maumivu makali, kwa sababu Penina anamwambia mume wake Elkana kwamba mtoto wangu wa kwanza umemtolea sadaka na wa pili umemtolea, alimradi tu Hana aone kwamba pale mahali yeye hapamfai ili ajiondokee ama aendelee kuumia, kwa sababu Penina alikuwa anaumia, kwa nini nazaa lakini mume wangu bado anampenda Hana? Mume anamwambia Hana, anamwambia Hana, kwani mimi si bora kuliko watoto kumi? Lakini Hana moyoni anasema, ilikana ungejua kwanza, umeniolea mke wa pili, alafu unaniambia mambo mengine yapi? Kwa hiyo maumivu ya Hana yalikuwa ni makali, lakini aliendelea kuzitumainia baraka na, na, na, na kuweka tumaini lake kwa Mungu, na ndivyo ambavyo unapaswa kufanya pia siku dhiki zingine ambazo Penina nazitoa zinakuwa ni nyingi mpaka inafikia hatua uh, inafikia hatua Mungu anaamua sasa kuingilia kati, anamwambia Penina, umemdhihaki haki Hana kwa muda mrefu, lakini saa imefika, nitambariki mwanangu Hana na wewe utadhoofu. Ndipo kilisoma ombi la Hana vizuri, linakwambia kwamba wale waliokuwa na njaa wameshibishwa na waliokuwa na raha sasa wanadhoofishwa. Kwa nini? uh, Hana ana, anaomba maombi hayo Kitabu archive ya wanawake wa Jewish inaeleza inaeleza ya kwamba kuna wakati ambapo ilifikia Hana anakutana dhihaka mpaka mpaka mpaka anafikia ana, ana hatua hawezi kuzungumza tena kwa sababu ya maumivu makali. Inatokea nini? Mungu anapojibu anamwambia mwanangu Hana, sasa nitakufungua tumbo. Hana anapata mtoto wa kwanza. Penina ana a, watoto wake wawili wanakufa. Hana anapata mtoto wa pili, watoto wawili wa Penina wanakufa. Hana anapata mtoto wa tatu, watoto wawili wa Penina wanakufa. Hana anapata mtoto wa nne, watoto wawili wa Penina wanakufa. Hana anapofikisha watoto wanne, akahivonaeleza Penina amepoteza watoto wanane na kubakiwa na watoto wawili kwa sababu inaeleza Penina alizaa watoto kumi. Sasa unaweza ukajumlisha miaka kumi anakaa Hana bila kupata mtoto. Ndipo mume wake Elkana anaoa. Miaka miaka inapita mingi mpaka anapata watoto wengine kumi. Ukijumlisha hapo watoto kumi, huenda nakadiria miaka ishirini, jumlisha na miaka kumi ya mwanzo miaka thelathini. Miaka ya kuolewa ya Hana huenda ni miaka ishirini. Hapo huenda Hana alikuwa na miaka hamsini. Kwa hiyo utagundua kwamba Hana alikuwa amefika katika menopozi, wakati ambapo hawezi kupata mtoto tena. Ndio Mungu anasubiri kama ilivyokuwa kwa Sara, wakati ambapo hayupo hawezi kuingia katika kawaida ya wanawake, hapo ndipo Mungu anasimama, ili anapotenda Mungu wa, iwe mahali ambapo mwanadamu hawezi kufanya lolote, ili uweze kusema asingekuwa Bwana Israeli, na aseme sasa. Hana anaingia katika furaha, Penina anaingia katika huzuni. Mungu anamwambia anamwambia Hana, sasa hili hi, huu ndio mkono Penina Hana, historia inaeleza, Hana anapofikisha uh, watoto wanne, anabeba mimba ya tano. Akiwa na mimba mwezi wa tano wa mimba, Penina anamlilia Hana, anamwambia muombe Mungu uliyemwomba akakupa mtoto, mwambie angalau anitunzie watoto wangu hawa wawili. Mungu anamjibu Hana, anamwambia nimelisikia ombi lako kwa ajili ya Penina tunziwa watoto wake, lakini hata hao wawili nitamnyang'anya Penina, wataitwa kwa jina lako. Ndio ukisoma Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa tano inaeleza kwamba Penina aliza, Hana alizaa watoto, watoto saba, na wakati fungu la ishirini na moja linaeleza Hana alizaa watoto watano wa kike wawili na wakiume watatu. Sasa unajiuliza ukweli ni upi? Ndio wanajaribu kuikolaizi katika habari hii ya kwamba ni alizaa watano wa kwake na wawili alichukuliwa. Walichukuliwa kwa Penina, wakaitwa kwa jina lake, ndio wakawa saba. Hii ni, ni historia inajaribu kueleza. Wengine wanazuoni wanaeleza ile saba ilikuwa ni ishara tu ya kwamba ya ukamilifu kwamba walikuwa ni watoto wengi, lakini inajaribu tu inajaribu tu kuexpand habari, kuexpound habari hii ya huzuni ya Hana kwa kukosa mtoto na, u, na uwezo wa Mungu uliodhihirika kwa kupitia maombi. Ndio nakutia moyo, endelea kuomba usichoke. Kinachotokea ni nini? Hana, Hana anaomba na kushukuru, ya kwamba wale wenye njaa sasa tumeshibishwa, na wale ambao walikuwa na wameshiba sasa wanaodhoofishwa, wanadhoofishwa. Lakini mwisho wa siku tunachotaka kupata ni nini? Saa ilipofika Mungu akampa Hana Mtoto. Saa itafika Mungu atakuja katika huzuni yako. Saa itafika Mungu atakuja katika kilio chako. Saa itafika Mungu atakuja katika maombolezo yako. Saa itakapowadia Mungu atajidhihirisha nawe, utanyamaza kimya. Ndio, ndio maana Mungu anasema niiteni nami nitaitika, nitawaonyesha mambo makubwa na magumu msioweza. Hana alioneshwa. Ikiwa Hana alioneshwa, kwa nini nisioneshwe mimi? Mungu hajapoteza hamu ya kuajilia watoto wake, hata kwa nyakati za leo. Muite Bwana kungali mchana, madamu anapatikana. Bwana akubariki, endelea kushikilia, endelea kuweka tumaini lako kwake, kwa hata wakati mwingine